Pilipili alikuwa mzima tu, kwa sababu leo alikuwa na harusi. Leo Jumapili alikuwa na harusi ambayo atakuwa ifanye kwa hiyo, amefika Dodoma kwa kuna maandalizi yake, ili baadaye aende kafanya kazi yake ya harusi hapo Dodoma. Kwa hiyo, taarifa ni kwamba alikuta tu kwamba kama hajiwezi ana nguvu na nini, wakamsaidia kumpeleka hospitali na baadaye ikapatikana taarifa kwamba Pilipili nikawa mwendelea kupata taarifa mbalimbali kutafuta taarifa za watu ambao wako Dodoma koliatu kwa kanaambia iko mochole namemwona kwale kwa Pilipili. Kwa kweli ni habari ya kushtukiza na kuzingatia tu, na majuzi zimetoa kuwasiliana. Nilikuwa na shughuli ya kijana wangu kupata komunyo hapa, na nilimwalika, akaniambia ataenda Dodoma, ila akirudi atamletea dogo zawadi so <coughs> ni kitu ambacho kinasikitisha ukizingatia ni kipindi ambacho Pilipili kama alikuwa ameanza anaanza kurudi yule umoto wake na nini. Ndio hivyo, nimehusiana na watu kadha kadhaa, ikiwemo pia mheshimiwa Mavunde, nimeongea naye muda fulani, ameniambia anaelekea Mochwali. Kwa hiyo ndipo hapa pia nasubiri taarifa mheshimiwa Mavunde pia na tujue, taratibu nyingine tutakuwaje. Sofa yani, kipindi cha mwisho ni hapa, kuna watu wanafikiri labda alikuwa na bad depression na nini. No, Pilipili was very okay na amerudi kazi, imeweza kuwa nyingi, simu zinaita sana naamekuwa ni mtu aknaas , lakini pia kama hivyo alikuwa ameanzisha mpaka mapodcast na nini yani, alikuwa na vitu vingi na kuwa na, na mipango mingi ya kuanza ku, kustawisha ngome yakezake ambazo na nah akwambia alikuwa na kazi alikuwa na, na kazi anaenda kazini, so hivyo mauti amemkuta akiwa Dodoma. Maki Dodoma ndo kwao huko, tuendelee kufanya mawasiliano kujua tuna usindikizaje ndugu yetu.